Hali ilikuwa hivyo hivyo Zanzibar, hali ilivyokuwa hivyo hivyo Tanganyika, na hizi nchi zilikuwa moja. Ndugu zangu, hakuna cha Zanzibar wala Tanganyika. Watu walioko Zanzibar na walioko kuni wale wale. Ukienda kule Zanzibar, kila kabila ya bara ipo. Ukitafuta Warangi utawakuta Zanzibar, utawakuta tu, wapo Zanzibar ilipopata msukosuko wa kupoteza maana, walidhulumiwa sana Wazanzibari, walikuwa wanapewa majimbo machache watu wengi, na watu wengi wachache wanapewa majimbo mengi, hata ukipiga kura wachache ndio wanashinda. Katika mazingira ya msukosuko huo na kutoka Zanzibar kuja Dar es Salaam kwa ndege ndaka 15 ndege ya kiraia, ndege ya kijeshi sekondi ngati mbili, yani kiruka tu imeshafika Dar es Salaam kwa ukaribu uliopo kati ya Zanzibar na Dar es Salaam. Kwa hiyo kuwa na nchi mbili kama hazielewani, matatizo ya u, ya, u, ya, u, ya- usalama yalikuwa makubwa sana. Kwa hiyo moja katika sababu zilizofanya tukaungana ni kuweka nguvu ya pamoja kwa ajili ya kuweka amani, ambayo ndiyo msingi wa maendeleo yote mnayoyaona sasa. Wanasema mliungana kwa nini? Tuliungana kwa sababu tulikuwa tunajiandaa kuweka nchi moja yenye amani kwa ajili ya maendeleo ya kizazi cha wakati ule na kizazi cha sasa na vizazi vinavyokuja, vinginevyo singeliwezekana. Tungekuwa tunahangaika na majeshi na kuweka silaha za kuangusha ndege za adui zinazoruka kutoka Zanzibar au zinaruka kutoka Tanganyika kushambulia Zanzibar. Kwa tusingeweza kuendelea, haya mnayoyaona huku yasingekuwepo, maana tungekuwa tunatumia pesa nyingi kwa ajili ya ulinzi. Maana kupanga ni kuchagua, na hiyo sababu imeweka msingi wa amani kwa miaka sitini yote na, nenda ukagoogle katika dunia ya Afrika utafute nchi inayofanana na Tanzania kwa amani na utulivu, na kwa umoja, hakuna, haipo. Wacha umoja wa nchi mbili, hata umoja wa Tanzania tu hapa ndani wa Tanganyika, sisi tuliondoa ukabila tukaondoa udini katika nchi yetu.